Mungu alipotuzaa sisi kwa mapenzi yake mwenyewe, kuna mind ipo ndani yetu inaitwa mind ya Mungu, nia ya Mungu. Nia yako inavyofanywa upya, una activate kwa neno la Mungu Alafu sasa ndio unaweza kuwa umeshikamana na mapenzi ya Mungu au utakuwa unajifunza, mimi sijui mapenzi ya Mungu juu ya maisha yangu. Hamna, kwa sababu out of his own will begat he us, katika mapenzi yake mwenyewe alituzaa. Kwa hiyo wewe ni product ya mapenzi ya Mungu, wewe ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yanazaa mapenzi ya Mungu, kwa una bahati mbaya, haijalishi ulikujaje duniani, namna gani utaishi ndio utaweza ku reveal kudhihirisha mapenzi ya Mungu hapa duniani. Kadiri unavyozidi kuliona neno la Mungu unajua mapenzi mema, unapanda kuna mapenzi ya kumpendeza Mungu afu na mapenzi makamilifu. Kwa hiyo utagundua kabisa, kumbe unaifundisha akili yako kufikiria kama Mungu, unaifundisha nia yako kuona kama Mungu, kwa sababu tofauti ya wote hapa tulipo ni namna tunavyoona mambo, na tunaonaje hayo mambo kutokana na vile tunavyowaza. Baada ya kuifundisha akili yako, unaiia neno la Mungu ili wewe unapokuwa unazungumza, unazungumza neno la Mungu ili wewe utakapokuwa unazungumza, unaleta mapenzi ya Mungu hapa duniani.